Mm, ndugu, ndugu zangu nimekuja na somo fupi hapa kuhusu kufanya installation ya 3DLUT Creator. Nitaenda haraka haraka kama unavyoona hapo, utafunga internet hizo eh, ukiweza kufunga internet na nini hizo utazitani off. Kwenye window yako kama unatumia window utatani off hizo. Unaotumia Mac hamna shida, utatani off ukishatani off hizo, internet na nini. Kwa sababu hii waga ina act kama virus. Kwa hiyo ukisipofunga, uh, nini hizo antivirus na nini na internet Manake itachukuliwa ita itaact kama ni virus. Kwa hiyo lazima ufanye hivyo ili uweze kuitumia. Baada hapo, unaweza kutumia unafungua. Kwa hiyo utafungua kama hivyo, utaingia kwenye files, utachukua hiyo 3DLUT Creator. Kwa sababu hii hatua ndio inawasumbua wengi A, pamoja na ndugu yangu bwana Athmani, bwana inamsumbua sana sasa, nisema nifanye hii kwa niaba na wengine, ili msisumbuke, pia ni wawekee tu kwa wote muweze kujifunza steps. Ndo kama hizo hapo, utaweka ds hapo ya kijeni yako, ya utalinganisha hapo zifanane, utaanza kukopi sasa mm-hmm. kama unavyoona hiyo imekopiwa hapo, kiletwe huku hiyo hapo chini, itachukuliwa iende kule ikafanane na kule, ita paste utachukua hiyo enda utapesti, utachukua hiyo uta generate, utachukua hiyo copy, utakuja utaileta huku utapesti. Okay, hapo unakuwa umemaliza. Kitu kifupi tu kama hicho. Asanteni sana, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.